Hebu fikiria hali hii. Unataka kuongea na mtu, labda ni kazini, darasani au kwenye mazungumzo muhimu. Badala ya kuanza kuongea mara moja, unamtazama usoni, sekunde moja, sekunde mbili, sekunde tatu, kisha unaanza kuongea kuongea. Je, unajua ni nini kinatokea kwenye ubongo wake? kabla hujasema neno lolote, tayari ameshakupa sifa fulani kichwani.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 kumu kabla hujaongea na mojawapo ya ishara kali zaidi zinazotumiwa na ubongo huo ni macho na ukimya kabla ya maneno. Sekunde tatu zinamaanisha nini kisaikolojia? Ukimwangalia mtu usoni kwa sekunde mbili hadi tatu bila kuongea, ubongo wake huingia kwenye hali ya umakini, anaacha shughuli ya pembeni, anaanza kukuchukulia kama mtu muhimu. Hii ni kwa sababu ubongo wa binadamu Umeundwa kutambua nani ana ujasiri, nani ana mamlaka, nani anajiamini ndani ya muda mfupi sana. Kuamini kuongea haraka huonekana kama udhaifu. Watu wengi huongea haraka kwa sababu wana wasiwasi, wanaogopa kukataliwa, wanataka kumfurahisha mtu, lakini kisaikolojia kuongea haraka hutafsiriwa kama huna uhakika huonyesha unatafuta ruhusa, hupunguza uzito wa maneno yako. Ndiyo maana mara nyingi watu wanaosema kwa haraka husikilizwa kidogo. Nguvu ya ukimya kabla ya maneno. Ukimya wa sekunde mbili hadi tatu kabla ya kuongea huongeza heshima, huonyesha udhibiti wa hisia, huonyesha una uhakika na unachosema. Huu si ukimya wa aibu bali ni ukimya wa ujasiri. Watu wenye ushawishi mkubwa, viongozi, walimu, wasemaji wazuri, huchelewesha maneno yao makusudi. Macho yanazungumza kabla ya mdomo. Unapomtazama mtu kwa utulivu, unamtuma ujumbe wa nipo hapa. Unamwambia nina uhakika na mimi, unamwambia nisikilize. Ubongo wake hauchambui maneno unachambua hisia. Hii inaathirieje jinsi watu wanavyokuheshimu? Watu huwaheshimu zaidi wale ambao hawaharakishi maneno, wanajua lini waongee, wana utulivu wa mwili. Kwa hiyo, kwa sekunde tatu tu unaweza kuongeza heshima yako, unaweza kuongeza uzito wa sauti yako, unaweza kubadilisha kabisa mazungumzo. Makosa makubwa wakati wa kuanza kuongea na athari zake kisaikolojia. Namba moja, kukwepa macho ya mtu unayezungumza. Hili ni kosa kubwa sana kisaikolojia. Unapokwepa macho, ubongo wa mwenzako hutafsiri kama una hofu. Inaonekana kama unaficha kitu. Inaonyesha huna uhakika na unachosema. Kisaikolojia, macho ni ishara ya uaminifu. Ukikwepa macho kabla ya kuongea, tayari umeshapunguza uzito wa maneno yako hata kabla hayajatoka mdomoni. Namba mbili, kucheka-cheka au kutabasamu kupita kiasi mwanzoni. Watu wengi hufanya hivi kwa nia njema, lakini athari yake ni tofauti. Kucheka bila sababu huonekana kama una wasiwasi, huashiria unataka kukubalika haraka, hupunguza mamlaka yako kisaikolojia. Ubongo wa binadamu huchukulia tabasamu la mapema sana kama ishara ya udhaifu, si rafiki. Namba tatu, kuinamisha kichwa chini kabla ya kuongea. Hii ni lugha ya mwili yenye maana mzito. Kuinamisha kichwa chini huonyesha kujinyenyekeza, huonyesha huna nguvu ya ndani, huonyesha unajiona mdogo. Kihistoria na kisaikolojia, kuinamisha kichwa ni ishara ya kujisalimisha. Ndiyo maana watu wanafanya hivi bila kujua wanapokuwa hawana uhakika. Namba nne, kuchezea mikono, nguo au simu. Hii ni ishara ya wasiwasi wa ndani. Unapochezea vitu, ubongo wa mwenzako huona kutokuwa na utulivu, umakini wake unapungua, maneno yako yanapoteza nguvu. Mwili usiotulia hutuma ujumbe wa mimi mwenyewe sina utulivu. Namba tano, sauti nchini sana au inayotetemeka. Hata kama maneno ni mazuri, sauti inaweza kuyaharibu. Sauti dhaifu huonekana kama unaomba ruhusa, huonyesha hofu ya kukataliwa, hupunguza ushawishi wako kisaikolojia. Sauti tulivu nayo thabati huongeza uaminifu mara mbili. Makosa haya yote yana jambo moja la kumoja. Hayatoki kwenye maneno, bali yanatoka kwenye hali ndani ya mtu. Na jambo zuri ni hili, yote haya yanaweza kurekebishwa kwa kuanza na sekunde mbili hadi tatu za utulivu kabla ya kuongea. Jinsi ya kutumia mbinu hii kwa usahihi. Namba moja, tuliza mwili wako kwanza. Kabla hujaanza kuongea Mwili wako unatuma ujumbe kabla ya mdomo wako. Ukijikuta unasogea sogea, unachezea mikono, unabadilisha mikao mara kwa mara, ubongo wa mwenzako huona wasiwasi. Lakini mwili uliotulia huonyesha ujasiri, huongeza heshima, huandaa mazingira ya kusikilizwa. Utulivu wa mwili ni msingi wa mbinu hii. Namba mbili, Mtazame mtu usoni kwa macho ya kawaida, usikwepe macho, lakini pia usikodolee kwa nguvu. Mtazamo sahihi ni wa kawaida, wa utulivu, wa kujiamini. Kisaikolojia, macho yanapotulia huongeza uaminifu, huamsha umakini, humfanya mtu akuchukulie kwa uzito. Namba tatu: kaa kimya kwa sekunde mbili hadi tatu. Hii ndiyo kiini cha mbinu nzima. Sekunde hizi huandaa ubongo wa mwenzako kukusikiliza, huongeza uzito wa uwepo wako, huvunja tabia ya kuongea kwa pupa. Ukiona kimya kinahisi kuwa kirefu, ndipo kinapofanya kazi zaidi. Namba nne, pumua taratibu kabla ya kuongea. Pumzi moja ya utulivu ina nguvu kubwa sana. Kisaikolojia hutuliza hofu hupunguza sauti kutetemeka, husaidia mawazo kupangwa. Mtu anayepumua kabla ya kuongea huonekana kama mtu wenye udhibiti wa nafsi. Namba tano, anza kuongea kwa sauti tulivu na thabati baada ya sekunde tatu. Usianze kwa haraka wala kwa sauti kali. Sauti tulivu huongeza uaminifu, huonyesha uhakika, hufanya maneno yasikike yenye uzito. Sio maneno mengi, bali jinsi yanavyotoka. Namba sita: endelea kudumisha macho kwa kiwango. Baada ya kuanza, usikwepe macho kabisa, usikodolee bila kupepesa. Mtazamo wa vipindi huonyesha ujasiri, hudumisha heshima, hufanya mazungumzo ya wehai. Hii ndio mbinu inakamilika. Mbinu hii haifundishi kuigiza ujasiri Bali kuutoa ujasiri wa ndani kwa vitendo. Sekunde chache za utulivu zinaweza kubadilisha kabisa jinsi watu wanavyokusikiliza. Usikaze macho kupita kiasi. Lengo si kumtisha mtu, bali kuonyesha uaminifu na thabati. Kumbuka hili, watu hawakusikilizi kwa sababu ya maneno yako pekee, bali kwa sababu ya jinsi unavyoanza. Na mara nyingi Nguvu kubwa ipo kwenye sekunde chache za kimya kabla ya maneno. Ikiwa umependa video hii, acha maoni yako hapa chini, ni sehemu gani ulijifunza zaidi? Like video hii, share na rafiki zako na hakikisha umesubscribe kwa mafunzo zaidi ya kisaikolojia. Tukutane tena kwenye video nyingine. Bye.